Ushindi wa Simba wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya singizini na kutanguliza mguu kwenda katika hatu ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika sio tu kwamba umewapa furaha mashabiki wakundua vsimbzi Simba juu ya ushindi huo, kwa sababu wao kushinda hasa katika timu za Swatini sio jambo la kushangaza sana. Upo msimu mara ya mwisho amekwenda pale walishinda n bila dhidi ya Mbabane, lakini furaha zaidi kwao na matumaini makubwa kwamba wanaweza wakafanya vizuri zaidi katika michuano ya kafu msimu huu ni namna walivyoshinda. Ndio ikumbuka kwamba hapo kabla, simba cheza yake katika mechi iliyowafanya wafuzu katika raundi ya pili, pale walipocheza dhidi ya Gaborone United, ilikuwa walilazimika kucheza kikubwa sana ili kusonga katika raundi hii ya pili, ambayo sasa wanakabiliana na Singizini Hotspur. Dhidi ya Gaborone United, simba kuna baadhi ya maeneo walikuwa tofauti na hasa katika umiliki wa mpira. Simba kwa kawaida inafahamika inapocheza dhidi ya timu ambazo kwenye viwango vya ubora wao wako juu kuliko hiyo timu, wao siku zote huwa sio tu wanashinda, bali pia wanamiliki mpira, wanafanya mashambulizi mengi, wana dominate dhidi ya wapinzani. Lakini katika mechi ya raundi ya awali ya kuania kufuzu kwa raundi ya pili ya awali ili kupata tiketi ya kwenda katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, pale walipocheza dhidi ya Gabon ya United Simba walizidiwa umiliki wa mpira Simba walizidiwa hata kufika katika eneo la mwisho na kufanya majaribio. Mwisho wa siku wakasonga mbele kikubwa sana, kama zilivyo klabu nyingine kubwa barani Afrika kwa michuano ya CAF, kwamba wakati mwingine hata pale unapowazidi katika maeneo mengine kama umiliki wa mpira na kufanya jitihada nyingi, lakini wao hucheza kikubwa na kuhakikisha wanasonga mbele. Simba ndivyo walivyofanya dhidi ya Gaborone United iliyokuwa ikifundishwa ilikuwa na Dimitar Pantev, meneja wa sasa wa Simba, mechi ya kule Botswana Simba wakiwa chini ya kocha Faru Davis wakashinda moja bila, wakishinda kikubwa kwa sababu walizidiwa umiliki wa mpira, kwa sababu Gabron United walionyesha soka zuri, wakazidiwa maarifa na ukubwa wa Simba. Simba ikashinda moja bila kwa bao la Elim Panzu Kibisawala, lakini kwenye mechi ya marudiano kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, ni mechi ambayo Simba walizidiwa zaidi na hawa, Gabron United. Kwenye uwanja wa Mkapa ambako Simba hujinasibu kwa kaulimbiu ya kwa Mkapa hatoki mtu katika mechi zao nyingi za kimataifa mechi hii dhidi ya Gaborone United Simba walizidiwa mno katika umiliki wa mpira, Simba walizidiwa katika kufika eneo la mwisho, lakini wakacheza kikubwa wakiwa chini ya kocha wa kuazima. Kocha wa timu ya taifa Taifa Stars Hemedi Suleiman Moroko wakapata sare ya moja moja. Ni kwa sababu inafahamika baada ya ushindi wa moja bila kule Botswana, Simba walihitaji sare yoyote au ushindi wowote ili kusonga mbele, wakati huo wakiwa tayari wameshampoteza kocha Fadlu Davids aliyekwenda kujiunga na Raja Casablanca ya Moroko. Simba lilazimika kucheza kikubwa mpaka mapumziko. Gaborone United wanamiliki mpira kwa asilimia 58, Simba asilimia 42 mpaka mapumziko, Gaborone United wakiwa wameshapiga mashuti sita, matatu ya lenga shabaha, Simba ikiwa imepiga mashuti mawili tu, wakapata sare ya moja moja baada ya Gabro United kusawazisha bao hilo katika kipindi cha pili, Simba wakasonga mbele kwa ushindi wa jumla wa mbili moja. Ndipo akampata meneja Dimitar Pantev kutwaa mikoba iliyoachwa na Fadu Davids, sasa akicheza kwenye mchezo wake wa kwanza katika michuano ya Kafu akiwa na waajiri wake wapya Simba. Meneja Dimitar Pantev akaonyesha kile ambacho mashabiki wengi hutambulisha soka lake kama pira tatu, pira Pantev ndiyo mpira ambao mwisho wa siku ukawafanya wapate ushindi wa mabao matatu kwa sifuri huko Simba ikionekana imebadilika katika maeneo mengi na kuwaduaza baadhi ya mashabiki kwa kuona ndani ya muda mfupi Simba ikicheza hilo pira tatu ikipata matokeo ya ushindi wa tatu kwa sifuri lakini sio hilo tu namna ilivyocheza ndio gumzo lakini sio hilo tu kuna baadhi ya mambo mengine madogo madogo ambayo yalifanya mashabiki wengi wasimba waena bashashatele na, basha na kuamini kwamba kwa katika kwenda tena kwenye ya makundi mabingwa marudiano ya watasonga mbele wakifungwa mbili bila watasonga mbele wakifungwa tatu moja wanasonga mbele kwa sababu ya ushindi wa mabao matatu kwa sifuri waliopata kule Eswatini. Sasa maeneo hayo ni yapi ambayo yalizua chaka kabla ya mechi? Lakini baadaye ilionekana kwamba mwalimu Dimitar Pantev ambaye kwenye klabu ya ekundu na Msimbazi Simba anatambulika kama meneja alifanya makubwa katika kipindi kifupi tu tangu atue kwa ekundu wao wa Msimbazi akitoka Gabarone United, kwanza juu ya muundo wa kikosi chake katika siku hii Dimitri Pantev alianza na Yakubu Suleiman. Tunafahamu kwamba Kamara anaumwa, ambaye ndio regular starter huanza mara kwa mara, lakini nambari mbili alicheza na Kapombe, hakukuwa na mjadala katika hili namba tatu, Anthony Mligo, yeye si mzoefu sana kwa michuano ya CAF, lakini tangu atoe Simba akitokea na Mungo, amekuwa miongoni mwa wachezaji wa kutumainiwa kwa nafasi hiyo, hasa baada ya kuondoka kwa aliyekuwa nahodha wao Mohamed Hussein Shabalala. Lakini hapa palizo wagumzo, alianza Wilson Nangu akiwa na Arushain the rock. Yes, Rushen the rock. Ni kwa nini palishtua kidogo kwa baadhi ya mashabiki wanafahamu. Shamu Karabu yupo na ndiye ambaye hucheza mara kwa mara katika eneo hili kama anapokuwa hapo na Kenan Abdulrazak Hamza na Rushen the rock. Lakini Shamu Karabu yupo nje anaanza Wilson Nangu mchezaji kijana ambaye hana experience, hana uzoefu, hajawahi kucheza mechi yoyote ya michuano ya CAF tangu kuzaliwa kwake, kwa lugha nyingine, katika karia yake maana ukiondoa msimu uliopita alikuwa JKT Tanzania, nyuma yake, yani msimu kabla msimu akitika, akiwa katika timu ya msimu uliopita alikuwa anashiriki championship akiwa katika timu ya TMA, lakini ndiye Dimitar Pantev alimwamini akamwanzisha, ni beki mzuri ameshathibitisha ubora akiwa JKT Tanzania, lakini kwa level ya kucheza katika mechi muhimu sana ya Simba na Shamuka Rabu na huko ikiwa partnership eh, ule, ile pacha ya yeye na Rushine De Reuck mchezaji wa kimataifa Afrika Kusini mzoefu aliyetoka Mamelodi, hawajawahi kuonekana katika michuano hii, ilishtua, lakini mwalimu Dimitar Pantev kwa ujasiri mkubwa akiwa anawajua vizuri wachezaji wake na wanavyotekeleza mipango yake mazoezini, alimuanzisha. Lakini hapa akashangaza tena, maana katika kucheza ilionekana Simba wameanza na kiungo mmoja tu mwenye asili ya kuzuia, naye ni Nabi Kamara. Ndiyo, lakini kumbuka ana mzamiri wa Yasin nje, lakini kumbuka ana Yusuf Kagoma wako nje, lakini mwalimu anaanza na kiungo mmoja tu mwenye asili ya kuzuia. Viungo vingine alioanza nao wanne hawa wote, na ni asili ya ushambuliaji, sio kuzuia. Lakini sio hilo tu, akawa na mshambuliaji kinara pale mbele. Katika mfumo ule unaonekana ni baada ya golikipa kuwa na 4 1 eh, 4 1 kwa mtindo huu ambao ni nani hapa mbele kulikuwa na Joshua Budo Mutale, Jasha Ahua, Elimpanzu Kibisala, Neo Maema, yes, huku mshambuliaji kinara akiwa Suleiman. Mwalimu ni kikosi ambacho baadhi ya mashabiki wakizama ndani zaidi kujaribu kuangalia kiufundi, wanaona kulikuwa na shaka, kwa sababu wako ugenini, wanahitaji kuwa salama sana, kucheza kijanja, wakizuia zaidi, dhidi ya Nsingizini Hotspurs, mabingwa wa ligi kweswa tini msimu uliopita katika eh, ligi yao Halafu mwalimu anaanza na kiungo mmoja wa asili ya kiukabaji. Hofu ni kwamba wakati Simba inaposhambuliwa watakuwa exposed kwa sababu hawa akina Joshua Budu Mutali, Jasha Ua, Neo Maema ili mpazu kibisawala. Pengine wasitoe e, msaada wa kutosha pindi wanaposhambuliwa kwa kiungo wao huyu Nabi Kamara ambaye analinda ukuta wa watu wanne. Lakini hofu nyingine ni kwamba Kamara ambaye ameonekana katika baadhi ya mechi tangu asajiliwe na Simba msimu huu ni kwamba haonekani kuwa mzuri sana katika kumiliki mpira. Ndio, na hasa anapofanyiwa shinikizo, kwa kuzingatia kwamba yuko peke yake, atakuwa na wachezaji wengi wa nsigizini wakija kumfanyia shinikizo, ikawa ni hof. hofu. Lakini hofu nyingine, pasi zake, kwamba wakati mwingine ni pasi mkaa, ndio mtoaji mzuri wa pasi akii, pasi zake nyingine hupotea, ni shaka nyingine. Lakini ilikuwa na hofu juu ya baadhi ya wachezaji kama Neo Maema, hana kasi kiivo ya kuja kutoa msaada um, um, katika eneo la ulinzi pindi wanashambuliwa, lakini Dimitar Pantev alikuwa anajua nini anachokitaka katika mechi hii. Ni katika mechi ambayo mbali na kushangaza kikosi, akashangaza tena jambo lingine. Simba ikawa na miliki kwa kwenda mbele. Pasi zake nyingi za kwenda mbele; muda mwingi Suleiman Mwalimu akiwa anatekeleza jukumu la kwenda kwa hold mabeki wawili wakati wa timu pinzani kama mshambuliaji kinara elimpazo kibisala, tofauti na ilivyozoeleka kwa mabara nyingi atakuwa ndani yeye, alikuwa na jukumu maalum la kuhakikisha huyu mwamba beki mbili mkosingi pile Shongwe wa timu ya Eswatini haleti madhara kihivyo, huyu ni Mpanzu, huyu Nkosi Ngipile. Muda mwingi kulikuwa na beto katika eneo hili la Mpanzu na huyu mwamba. Mpanzu alizoeleka kwamba kila mpira akipata, hukimbia zaidi kujaribu kudribu, kukokota kwenda kwa wapinzani. Mechi hii alifanya vyema jukumu la kustiki na huyu mwamba, mara chache akiingia ndani kufanya majaribio, lakini mda mwingi akimfanya Nkosi Ngipile asiwe na mwendo kwenda huku kwa Anthony Mligo. Pale Anthony Mligo alipokuwa akipanda ndipo yeye walau katika baadhi ya nyakati alionekana akiingia ndani. Lakini kwa viungo wengine eh, Jean Shaua kama kawaida alikuwa kila mara yupo huku. Eh, Joshua Budo Mutale wote ya performance alikuwa katika eneo hili mara kwa mara, lakini wakati huo Neo Maema alikuwa sio tu anaenda huko kuongeza mapendo ya uwanja, lakini wakati mwingine Shomari Kapombe anapopanda yeye alikuwa akiingia ndani kwenda kuongeza idadi lakini vile vile Kamara yeye alikuwa akicheza zaidi eneo la kati kama ilivyotarajiwa, akiwa anashirikiana vyema na Wilson Nangu pamoja na Rushendero. Lakini Wilson Nangu mda mwingi wakati Mligi wa kipanda kwenda kuongeza idadi ya wale wanaoshambulia akiwa kama kiungo wa ushambuliaji, pindi wanapopanda Wilson Nangu alikuwa akicheza kama beki wa kushoto mda mwingi, na Nabi Kamara akija kuchukua nafasi yake akidrop eneo hili wakati yeye akienda huko. Kwa ufupi, kulikuwa na lot of Rotational movement katika eneo hili kuifanya Simba iendelee kuwa salama, hata katika mipira michache ambayo Nsingizini Hospa walikuwa wakiipata. Sasa matokeo yake Simba nini ilichokifanya, muda mwingi wa mchezo mpira ulikuwa ukichezwa katika eneo la Nsingizini Hospa muda mwingi wa mchezo singizini hospa hawakuwa akipata nafasi kuja kumsumbua Yakub Suleiman, ni mara chache walikuwa wakifika, lakini hatari zilikuwa chache, ambazo matokeo yake wachezaji wake akina Joel Mandondo, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, wachezaji wake kama Kingsley Kwaki, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana, lakini pia beki wake mbili Nkosingipile Shongwe, ambaye ndiye aliyefunga bao pekee la ushindi katika mechi dhidi ya Simba bora waliocheza pale pale nchini Eswatini, na kuwafanya matokeo ya jumla wawe moja moja, wakienda mikwaju ya penalty wakashinda nne mbili, na hivyo kuingia katika raundi ya pili wanaocheza dhidi ya Simba. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Eswatini wala hakupata nafasi ya kuja kuidhuru Simba kwa sababu Mpanzu alikuwa anamfanya ashindwe kufanya jukumu hilo. Mpanzu hakuwa akimpa nafasi. Mpanzu hakuwa just a dribbler kama ilivyozoeleka, lakini alikuwa akifanya kazi kubwa ya kumpini huyu Nkosingi Pile asilete madhara. Maana Nsingizini Hotspur, miongoni mwa nyota wao ambao huwadhuru mno wapinzani ni pamoja na yee Nkosingi Pile, beki mbili ambaye hucheza kama winga. Staili yake ya kucheza ni kama kapombe na hufunga mabao kama alivyothibitisha katika mechi dhidi ya Simba Bora ya Zimbabwe. Lakini wana nyota mwingine aitwaye Sizwe Kumalo. Yeye Sizwe Kumalo alikuwa akicheza katika eneo hili, ni miongoni mwa wachezaji nyota katika Nsengizeni Hospa, alitarajiwa kusababisha madhara kwa Simba. Ndiye kiungo bora wa ligi kwa Eswatini msimu ulimalizika 2024-2025, alikosa ile fursa, matokeo yake muda mwingi akajikuta akisaidia kazi ya kuzuia timu yake isidhurike ilieleweka dhana ya Dimitar Pantev kujiamini kumwacha nabi katikati peke yake ni kwa sababu alijua wanakwenda kucheza kile ambacho husema kumfanya mpinzani acheze chini ya shinikizo la kama blanket, la kuwafunika wasipumue, to make them play under the coach. Ndio ndivyo walivyofanya Simba mpaka mapumziko, wakiongoza kwa bao moja bila, lililofungwa na Wilson Nangu, mchezaji ambaye ni mechi yake ya kwanza ya kimataifa bado akafunga bao kuelekea mapumziko kutokana na mpira wa kona uliopigwa na Leo Maemba. Simba wakawanongoza moja kwa sifuri mpaka mapumziko, sore wa wakiwa ugenini moja kwa sifuri, lakini Simba ikawa ikimiliki mpira kwa asilimia 52 dhidi ya 48 za wenyeji, jambo ambalo lilionyesha improvement katika kumiliki mpira kulinganisha na walivyocheza dhidi ya eh, Gaborone United lakini hiyo itoshi. Simba wakawa wameshapiga mashuti saba kati yao mawili yamelenga lango, wenyeji wapige mashuti saba, hakuna ulilenga shabaha kwa sababu kufika kwao kulikuwa si kwa kimahesabu, walikuwa wakifika kwa, kwa nadra tena kujaribu kufanya mashambulizi ya kushtukiza na mipira mingi kupiga nje, na ndio maana hakuna mpira wowote ulilenga shabaha kwenye lango la Simba. Lakini Simba ilikuwa inacheza kwa kasi sana, pasi nyingi zikiwa za moja kwa moja, miongoni mwa ya kuduaza, lakini ni katika kipindi ambacho baadhi ya wa wachezaji aina ya wa uchezaji wao ilishangaza Neo Maema, ambaye baadhi ya wa mashabiki walishaanza kuona ni mchezaji ambaye sio wa kasi kama alivyokuwa Mambelo na udinzi zake mzito, lakini akathibitisha mwalimu Dimitar Pantev kwamba kumbe Neo Maema ana kasi haswa pindi akipewa majukumu, na ndicho kilichotokea Joshua Budomutale eneo la kati wakati mwingine alionekana kana kwamba ni ndo Iniesta, kutokana namna alivyokuwa kimuvu na mpira, bila shaka kutokana na maelekezo ya kocha Dimitar Pantev. Lakini sehemu ambayo ilionekana imara pia ni eneo la kiungo. Nabi alicheza vizuri sana, akipata ushirikiano wa kutosha kutoka kwa kina Jashaua, ambaye alikuwa akikimbia sana pia, katika mechi ambayo paka mapumziko, Simba alionyesha identity yao, eh, utambulisho wakiwa chini ya Dimitar Pantev kwamba ni marufuku mchezaji kutembea muda mwingi, wakikimbia akikimbia muda wote, lakini pili, pasi zao nyingi zikiwa ni direct tena za wima za kwenda mbele. Hakuna pasi nyingi zile za pembeni, kushoto kulia, wala za kurudi nyuma kwenda kwa kipa Yakub Suleiman. Mara nyingi pasi zikienda mbele tena kwa kasi. Kwa lugha nyingine, Simba wakawa nufaika na ile dhana ya muda na nafasi, time and space. Walitumia vyema na watu yake kwenda kwao kulikuwa kwa hatari zaidi. Kipindi cha pili Mwalimu Dimitar Pantev akafanya maajabu mengine katika substitutions, katika mabadiliko ya wachezaji wake. Kwanza alianza kutoka alikuwa ni Selemani Mwalimu, akaingia Jonathan Swa mwanzo tu wa kipindi cha pili, na hiyo ilitokana ukweli kwamba pamoja na Simba kucheza vyema, lakini mahusiano, muunganiko wa pasi kwenda kwa mshambuliaji wa mwisho kwa Selemani Mwalimu kulionekana kidogo hakuko sawa. Alipoingia Jonathan Swa, yeye akawa akicheza kulia, kushoto, kati akiwa anakimbia maeneo yote na hasa upande huu wa kulia alikokuwa akipata huduma kutoka kwa Shomari Kapombe. Lakini akafanya tena mabadiliko mengine, baada ya kukimbia sana kwa Neo Maema, baada ya Jasha Ahua, akawatoa wote, pamoja na Joshua Budo Mutale. Waliokuja kuingia, alimuingiza Yusuf Kagoma na kufanya sasa eneo la kiungo wawe wawili kutoka kiungo mmoja ambaye ni Nabi. Akamuingiza Kibu Dennis Prosper, kujaribu kuongeza kasi kwenye kushambulia akiungana na Jonathan Swa, akamuingiza Boris Abraham fundi kijana mwenye jicho la kuona wapi pa kupiga mpira. Matokeo yake utawala wa Simba uliongezeka, hatari za Simba kuelekea kwa sengizini hospa ziliongezeka, mahusiano kati ya wachezaji wa wakati na maanisha Morris Abraham Nabi, Kagoma, Kibu Dennis Prosper na mpanzo aliendelea kuwapo katika eneo la kushoto, akimfanya kosngipil asiendele kuwa na madhara. Simba ikawa kali zaidi. Haikushangaza kuona mabadiliko hayo yakiwafanya wazidi kutepeta, wachezaji wao nyota washindwe kufanya yoyote ya kutisha. Mwisho wake Kibu Dennis Prospa kafunga mabao mawili ambayo wahusika katika kuyatengeneza walikuwa ni pamoja na wale wachezaji walioingia katika kipindi hicho cha pili, walioingia kwa pamoja. Bao lipo ambalo lilimhusisha Kagoma na Nabi eneo la kati pasi kwenda kwa Morris Abraham, kamlomba mtu chenga moja kwa moja akampigia Kibu Dennis Prosper akafunga bao. Lingine ni mpira uliomkuta Jonathan Swa, akaenda vyema akapiga back heel pass kwenda kwa Kibu Dennis Prosper, aliweka mpira wavuni. Mwisho wa siku Simba wakaondoka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri. Ushindi mnono, lakini lingine lilodhihirisha na kujenga matumaini kwa wana Simba baadhi ya maswali ni kwamba kumbe Shamukarabu anaweza kuwa nje, akaanza Wilson nangu nangu, alikuja kutoka kaingia Shamukarabu na Shamukarabu alicheza vema sana, alishiriki katika ujenzi wa shambulizi ya bao moja wapo la Kibu Dennis Prosper. Kumbe kati anaweza kaanza, huku Kagoma yupo akiendelea kusoma mchezo na bado akaja kuingia akaleta madhara kwa wapinzani. Kumbe Neo Mema anaweza kukimbia kwa kasi sana katika kutekeleza mpango kazi wa mwalimu. Kumbe Jashaua anaweza akatolewa wakaingia wengine kama Morris Abraham, afu akaleta matokeo. Kumbe Kibisala anaweza kawa na mchango kwa timu, hata sio wa kukimbia kwa ajili ya kila mpira kutaka kudribble wakati mwingine ikipotea, lakini anaweza akatekeleza jukumu uzuri la kimbinu kuhakikisha wachezaji hatari wa timu pinzani walete madhara, huku yeye pia akishiriki katika kuvuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani kuacha kudribo dribo mpira pasi na sababu unaweza kukuta mpira pale panapohitajika, na sio lazima kila mpira ukokote, kwa sababu wakati mwingine unajipunguzia fursa ya kufunga. Hilo lilithibitishwa na Morris Abraham, alikuwa ameshampiga mtu chenga, nafasi ilikuwepo, lakini akawa tayari amesha scan kuona kwamba Kibu Dennis Prosper yuko kwenye nafasi nzuri. Hakuchelewa, alipiga pasi ndefu ya moja kwa moja ambayo Kibu Dennis Prosper alitumia vizuri. Kumbe Kibu Dennis Prosper anaweza akafunga kwa kutumia maarifa zaidi kuliko nguvu. Kibu Dennis Prosper ufahamika. Ni mtu wa mashuti, bashuti na ndiye maana kuna kipindi alikuwa akiitwa Kibu eh, mkandaji. Lakini katika mchezo wa Wigan Zingizina Hotspur alifunga mabao mawili lakini si ya kukanda. Yalitumia akili zaidi. Bao alilofunga kwa pasi ya kisigino kutoka kwa Jonathan Suarez, alitumia brain zaidi kwa tani kali aliyoifanya na kuweka mpira wavuni. Bao alilofunga kwa pasi kutoka kwa Morris Abraham, lilikuwa ni Messi style mpira ambao alipiga kama kwa kulob kwa kuinua akitumia akili zaidi kuliko ngu, nguvu kama ambavyo huzoeleka, kwa sababu katika msimu uliomalizika 24 25 kwenye kombe la shirikisho anafahamika kwamba kupiga mashuti amejaliwa. Alikuwa mechi 12, alicheza zote, alipiga mashuti 34, kati ya hayo mashuti yaliyolenga shabaha yalikuwa 10, akafunga mabao matatu. Kwa lugha nyingine, mashuti 24 kati ya 34 aliyopiga yali kwenda nje, lakini katika hayo kumi akawa amefunga mabao matatu. Sasa, kwa aina hii ya upigaji mashuti wa Kibu, pengine Dimitar Pantev amezungumza naye na kumsisitiza awe mtulivu karibu na lango la wapinzani, anapopiga atumie maarifa mengi zaidi, na ndicho kilichotokea kwa sababu Kibu alicheza dakika chache uwanjani, aliingia katika kipindi cha pili kwenye dakika ya sitini plus, lakini bado nafasi alizozipata akazitumia vyema kwa kufunga mabao mawili safi. Lakini ujumbe mwingine kumbe, sio kila unapokuwa katika nafasi nzuri ujaribu kufunga bali kama kuna mwenzako kwenye nafasi nzuri zaidi ndio umpasi. Maana kuna tofauti kwa kuwa katika nafasi nzuri na kuwa katika nafasi nzuri zaidi au nafasi nzuri sana. Hilo lilithibitishwa na Jonathan Sowah baada ya kupata mpira kwa Kapombe, baada ya kudribble, kuwazidi maarifa walinzi wa Nsingizini Hotspurs, yeye kama mshambuliaji kinara alikuwa na uwezo wa kufanya majaribio kutaka kufunga hapo pengine mpira ungekwenda nje. Nini alifanya? Aliona kumbe Kibu Denis Prosper yuko katika nafasi nzuri zaidi akampa pasi ya kisigino, Kibu akaeka mpira wa vuni. Lakini ujumbe mwingine ni kwamba Simba inaposhambulia inashambulia kwa idadi kubwa kiasi ya kwamba inaongeza nasibu ya kufunga. Wakati Kibu Dennis Prosper anafunga kuna wachezaji walikuwa katika nafasi nzuri pia ya kufunga. Mpanzu angeweza kufunga kama Kibu angeamua kumpa pasi, lakini pia kulikuwa na Anthony Mligo, beki tatu, alikuwa ameshaingia ndani eneo la hatarishi, eneo hatari la Nsingizini na kwa tayari kufunga endapo angepasiwa. Uki ongeza na Jonathan Swa mwenyewe alikuwa na mpira mguuni akiwa ana uwezo wa kupiga shuti, maana Simba alikuwa na wachezaji wanne katika bao lingine lile mojawapo lilofungwa na Kibu Denis. Kwa maana kwamba Jonathan Swa alikuwa na uwezo wa kufunga, kufanya majaribio ya kufunga. Kibu, ambaye ndiye alipata nafasi hiyo na akafunga, lakini kulikuwa na mpanzo anaweza kufunga, alikuwa huru kutokana na ukweli kwamba Jonathan Swa aliwachukua watu ambao aliwafanya wenzake wawe huru, akiwemo Kibu, mpanzo lakini pia Anthony Mligo alikuwa na uwezo wa kufunga, wachezaji wanne wa Simba katika bao mojawapo lile alofunga Kibu walikuwa na uwezo wa kufunga, na Kibu akatumia nafasi hiyo kwa usahihi. Kwa lugha nyingine, mechi hii imedhihirisha mambo mengi ambayo Dimitar Pantev ameanza vyema na pira lake tatu, pira la kasi, pasi nyingi, lakini za kwenda mbele, pasi nyingi, ambazo nafasi inayopatikana wanaojaribu kufunga ni wale wanaokuwa katika nafasi nzuri sana, lakini pia kuhakikisha kwamba anapanga kulingana na mpango kazi na utekelezaji wa majukumu sio kwa kuangalia majina. Swali ni kwamba je, Dimitar Pantev pira lake hili litaendelea pia katika mechi nyinginezo? Kwa sababu kama ikiwa hivi, manake wapinzani wake katika michuano mbalimbali na ushiriki wajipange haswa. Hakika Dimitar Pantev katika mechi yake ya kwanza ya kimataifa ameanza vizuri sana. Ameifanya Simba ibadilike ndani ya muda mfupi, ikicheza kwa kasi kasi kasi, kwa kweli, ikipiga pasi nyingi za moja kwa moja kwenda kwenda kwa wapinzani, na sio vipasi vya kwenda kushoto kulia ama kwenda kwa kipa. Lakini akidhihirisha jambo lingine zuri sana, hili la kuchezesha wachezaji bila kuangalia majina, bali uwezo wao katika kutimiza mipango kazi yake. Maana Simba na wachezaji bora sana karibu katika kila nafasi, ni juu ya mwalimu kuona namna gani watumie kwa maelekezo yake. Ndugu mtazamaji, Mbwaduke Star Sport Next Level, kumbuka kwamba Nsingizini Hotspur katika msimu ulioisha wa ligi kuu ya Eswatini, msimu mzima mechi 26 walikuwa wameruhusu mabao 14 tu wao wakifunga mabao 44 na kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Eswatini wakiwa na pointi 60. Lakini kwenye mechi dhidi ya Simba wameruhusu mabao matatu ambayo Ukilinganisha na mabao walioruhusu kwa msimu mzima kwenye ligi kuu ya Eswatini elfu mbili na ishirini na nne, ishirini na tano utagundua ni around asilimia e, maana itakuwa ni tatu ya kumi na nne zidisha kwa mia moja utagundua Simba kwenye mechi hii moja tu wamefanya nsingizini iruhusu asilimia around asilimia ishirini na moja ya mabao yote walioruhusu katika msimu uliopita kwenye ligi kuu yao kama unalinganisha. Kwa hiyo walikutana na timu ambayo ni imara katika ulinzi na ndio timu iliyokuwa imeruhusu mabao machache kuliko timu zote katika ligi kuu ya Swatini, lakini Simba wakaipiga mabao matatu kwa sifuri lakini huku wakicheza mpira mzuri sana wa pasi nyingi lakiweza kwenda mbele wakiendeleza, hayo ni dhahiri kwamba mpira tattoo linaweza kuipeleka Simba next level. Swali ni kwamba je, wataendeleza mazuri haya na kufanyia kazi baadhi ya kasoro zilizojitokeza ikiwamo pale wanapopigiwa mipira mirefu kwenda nyuma ya mabeki wao? Hilo ni swala la kusubiri. Endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na ku comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data, shukran jazilan. bye, bye.